Ungetaka usurvive huko the ODM ikue part of us, but in case atakufukuza, you have a home in DCP, you are welcome, tutakukaribisha. Hiyo ni sauti ya Rigathi Gachagua, na maneno yanayosikika hapo mwanzo ni maneno ya Rigathi Gachagua mwenyewe, ambaye ni kiongozi wa DCP, akimwambia Edwin Sifuna kwamba William Ruto atamtimua ODM. Maneno hayo ya Gachagua aliyazungumza wakati ambapo Edwin Sifuna hajaondolewa kwenye kiti chake cha katibu mkuu wa ODM. Wengi wanasema ni kwa sababu Rigathi Gachagua anayajua mambo ama matendo ambayo Rais William Ruto huyafanya hasa kwa watu wenye misimamo kama yeye, Sifuna na wengine. Kwa sasa Wakenya wengi wamekasirishwa sana na chama cha ODM kumwondoa Edwin Sifuna kama katibu mkuu wa chama hicho na wengi wameamua kujiondoa rasmi kwenye chama hicho kupitia njia mtandao. Rigathi Gachagua, DP mstaafu, anadai kwamba Rais William Ruto anafanya biashara na chama cha ODM na kwamba anawahonga mapesa mengi sana kwa ajili ya kuwaondoa watu wenye misimamo kama Edwin Sifuna ili njia yake iwe rahisi kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Sifuna akuja asikuje. Sifuna is a great senator in Nairobi. And I have no problem with the DCP supporting Sifuna to be the senator of Nairobi. We have no problem. <laughs> Si ndio? William Ruto amesema hata huyu Babu Owino akinunua eh, ODM akwe? Babu Owino akifukusa na William Ruto, this is your home. Uja, uja nyumbani. Si ndio? Is a kwa sasa maneno hayo yenye sauti ya Rigathi Gachagua, kiongozi wa DCP, yanaonekana kusambaa sana katika sehemu mbalimbali mbali hasa mitandaoni huku eh, Rigathi Gachagua akisikika akimwambia Edwin Sifuna kwamba ipo siku William Ruto atamsukia zengwe na kumwondoa katika chama cha ODM. Ni maneno ya siku kadhaa zilizopita kabla Edwin Sifuna hajaondolewa katika nafasi ama kwenye kiti chake cha katibu mkuu wa chama hicho cha ODM, chama chama kilichokuwa pendwa kabisa wakati wa uhai wa Raila Amolo Odinga. Wanachama wengi sana sasa wameamua kuondoka chamani wanachama wengi sana sasa wameamua kuondoka chamani ODM na Edwin Sifuna, yaani wameamua kuungana rasmi na Edwin Sifuna katika safari yake mpya mara baada ya kuondolewa kwenye nafasi ya katibu mkuu wa ODM mapema asubuhi ya leo alhamis tarehe kumi na mbili ya mwezi huu wa pili na mwaka huu wa 2026, Edwin Sifuna ametoa kauli nzito sana baada ya kuwa ameondolewa kwenye kiti chake hicho cha katibu mkuu wa ODM na hii ni habari ambayo tutakuletea hivi karibuni ama tutakusogezea hivi karibuni. Kikubwa, hakikisha kwamba unaendelea kutufuatilia tutakujuza ni kipi ama ni yapi ameyasema Edwin Sifuna kwa undani zaidi. So stay tuned. Na hiyo chama imeenda Sifuna. Let me tell you my brother, hiyo chama kasongo atakufukuza. Atakufukuza. Because one time na yeye anataka kurudi. Akichanua hiyo chama atoe pesa. Siku ya delegates conference. Atahonga kila kila kila mtu, mtu, mtu. Mimi nilidhani hawezi kunitoa. Masenata walipewa kila mtu 10 million. million. MPs kila mtu 5 million. Wewe Sifuna, wewe tungetaka usurvive huko ODM part of us. But in in case atakufukuza, you you have a home in DCP, you are welcome. Tutakukaribisha.

Si ndio? William Ruto amesema hata huyu babu Owino akinunua eh, ODM akwe? Babu Owino akifukuza na William Ruto, this is home. Kuja, kuja nyumbani. Ruto, si ndio? And DCP is a